Leo tunaenda kuwaangalia Mafarisayo baada ya kuwangalia Masadukayo kwa kina katika video zilizopita. Leo tutaenda kuwaangalia Mafarisayo kwa undani wake, ni kwa nini watu hawa walimchukia sana Yesu? Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala na hii ni Hazina ya Kanisa. Kama hujasubskribu chaneli hii basi subscribe sasa na share kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Lakini kama ukupata bahati ya kuangalia video ya Masadukayo, basi kuna mambo mengi sana mazuri pale kuhusiana na Masadukayo ambayo yatakuongezea elimu kubwa sana. Siku utakapokuwa unajifunza kuhusiana na Masadukayo, aa, utakuwa mbali sana, utaelewa vitu vingi utakapokuwa unajisomea mwenyewe kwa, mwenye kwa Biblia yako, kwa habari ya Masadukayo video iko kwenye chaneli hii, usiache kuifuatilia na Mungu wa mbinguni atakubariki. Leo tunaanza na Mafarisayo. Baada ya utumwa wa Babeli, Wayahudi waliruhusiwa kurudi Yerusalemu, kujenga hekalu na kuendelea maisha yao, kama tulivyoona katika kipindi kile cha Masadukayo, katika ile video ya Masadukayo. Kipindi hicho chote Wayahudi walikuwa wameanzisha na kuendeleza ule utaratibu wa kuabudia na kujifunzia sheria kwenye masinagogi. Masinagogi yalikuja ili kuwafanya watu wote waijue sheria ya Mungu ili wasiingie tena utumwani. Hivyo katika masinagogi kulikuwa na watu maalum wa kufundisha hiyo sheria, na watu hawa walifanya kila siku katika sabato na siku kadhaa za wiki. Waalimu wao walikuwa ni watu wanaotokea katika tabaka mbalimbali mbali ila walisimamia wajibu wa kuifundisha sheria ya Mungu. Kipindi hicho chote dola ya Waajemi ndio iliyokuwa ikiutawala ulimwengu na Yerusalemu na Samaria yote, lakini majimbo Yerusalemu na Samaria na, na, na, na yote ilikuwa ni majimbo ya Waajemi kwa sababu Waajemi ndio walikuwa wanatawala. Yerusalemu, Samaria yote walikuwa chini ya Waajemi, lakini baadaye dola ya Waajemi iliangushwa na Wayunani au Wagiriki chini ya Aleksandra Mkuu. Baadaye Yuda yote na Samaria walikuwa chini ya utawala wa Wayunani na hapo ku, na hapo ndipo kukaanza utaratibu wa kuibuka matabaka ya kidini kipindi hicho cha Wayunani, yaani Mafarisayo na Masadukayo, ndipo hapo matabaka yakaibuka rasmi. Ilikuwa hivi, kipindi cha utawala wa Wayunani mambo mengi sana yalibadilika, lakini tukio kubwa zaidi ni lile la kutekwa kwa hekalu la pili mwaka wa 167 kabla ya Kristo. Hekalu lilitekwa na wa Ptolemaiki waliotawala jimbo la Misri kwa miaka mingi, umeona. Lakini hawa jamaa walilikamata ilo hekalu na kulishikilia kwa takribani ya miaka miwili. Baada ya hekalu kutekwa, lilikombolewa mwaka wa 165 kabla ya Kristo na, na ukoo wa Makabayo. Ukoo wa Makabayo ndo ukafanya nini? Ukaenda kulikomboa hilo hekalu lililotekwa katika umwaka wa 165 kabla ya Kristo. Hivyo kutokana na mapinduzi hayo, makamanda wa jeshi walioongoza mapinduzi hayo wakaweka ulinzi wa ziada katika eneo la hekalu. Kwa sababu si ndo wametoka kulikomboa, ili wale jamaa wasije wakaja wakaliteka tena a au, au, au, au, wagiriki hao au, umeona? A au, Wagiriki au Wayunani wasije wakaliteka tena hilo hekalu. Basi wakaongeza ulinzi katika hilo eneo, lakini sambamba na hilo, wakaongeza nguvu katika jamii ya makuhani waliokuwa wakilisimamia hilo hekalu, yani uzao wa kuhani Sadoki kwa sababu hawa jamaa waliongeza wali wanalilinda wali, wana, hekalu ilikuwa ni lazima washirikiane na wale makuani walioko pale na makuani wengi walikuwa ndo ao uzao wa Sadoki. Makuani walipewa kipaumbele na nguvu ya kushiriki mambo yote ya kisiasa. Baada ya hilo tukio, makuani wakapewa kipaumbele na kushiriki mambo yote ya kisiasa. Kumbuka kipindi hicho Israeli haikuwa na mfalme ilikuwa ni jimbo tu la Wayunani. Hivyo kukaibuka mgongano wa kimafundisho na kimapokeo kati ya makuani na wale waalimu wa sheria waliosimamia katika masinagogi. Kwa hiyo sasa, hawa makuani wakapata nguvu kubwa kutokana na mambo ya kijeshi haya, wakapata nguvu kubwa mno, na wakaanza kujiingiza katika mambo ya kisiasa. Umeona, kwa sababu ya ile ushawishi wao wa hekalu sasa hawa Mafarisayo kwa sababu wenyewe ni waalimu wa sheria ambao walikuwa wanasimama kufundisha katika masinagogi, walikuwa wanaona kabisa hawa Masadukayo kuna vitu haviko sawa. Kwa kutokana vitu haviko haviko sawa sawa kutokana na wakawa wana wa, wa, inatokea e, migongano mingi kwa sababu hawa marabi au waalimu wa sheria wa Mafarisayo walikuwa nao ni wasomi wa sheria. Wale makuani wakawa na dini yao ya Masadukayo, au Usadukayo. O, wale makuani wakaibuka na dini yao ya usadukayo, na wale waalimu au marabi wakawa na dini yao ya mafarisayo. Sasa, kwenye kipindi cha masadukayo tulisema hivi, tulijifunza nini maana ya neno sadukayo, lilitokea wapi hasa. Leo tunapoongelea na mafarisayo, nataka tuelewe nini maana ya neno farisayo. Neno farisayo, farisayo maana yake ni waliotengwa. Farisayo ni waliotengwa. Kwa hiyo neno Farisayo kwa Kiswahili ni watu waliotengwa. Umeona? Walio, Sasa unaweza ukajiuliza hawa watu walitengwa kwa nini wanajiita watu waliotengwa? Sasa hilo tutaliangalia mbele, hilo swali, kwa nini hawa watu wanajiita waliotengwa? Tutaliangalia mbele. Hawa mafarisayo walikuwa ni waalimu ambao walikuwa na nguvu kubwa ya kidini na kiimani. Umeona utofauti wa Masadukayo na Mafarisayo? Mafarisayo walikuwa na nguvu kubwa sana katika jamii, nguvu ya kidini na kiimani. Masadukayo walikuwa na nguvu ya kisiasa na kielimu. Kwa hiyo ndani yao kukawa kunaibuka marabi, ndani ya Mafarisayo wakawa wanaibuka marabi. Hawa mabwana walikuwa ni wachambuzi na wasimamizi wa sheria yote kama ilivyoandikwa. Hawa marabi walikuwa kazi yao ni kusimamia na kuchambua sheria yote kama ilivyoandikwa walihakikisha kila mtu ni lazima aishi kwa mujibu wa Torati kama inavyotaka. Wao walisimamia haki ya Torati kwa kila Myahudi, na kama unavyojua kuwa huwezi kuwa na haki kwa Torati, hivyo Torati ikawa mwiba kwa taifa zima. Kwao wakawa na nguvu kubwa sana, mabwana wakawa mabwana mamwinyi. Kwa lugha ya Kitanzania tunaita mamwinyi, yani mijitu mibaba ambayo yani ina nguvu kwelikweli, ina mamlaka katika jamii kusimamia sheria hiyo. Mafarisayo siku zote walikuwa wanapingana na Masadukayo hasa kama unavyojua Masadukayo walikuwa ni watu wenye hadhi za juu, matajiri walioji, waliojitekea nyadhifa za juu. Mafarisayo waliowaona Masadukayo wanatumia mwamvuli huu kupotosha jamii na kufanya yale yasiyo sahihi. Na utofauti wao mkubwa ulikuwa kwenye mafundisho. Masadukayo hawakuamini kabisa Torati kwa mapokeo ya midomo, au Masadukayo ni hawakuamini kabisa Torati kwa mapokeo ya midomo. Tunapoongelea mapokeo ya midomo, ni zile tamathali za semi. Mfano, Torati inasema jicho kwa jicho. Sasa hawa wote walitafsiri andiko hilo kwa namna tofauti. Mafarisayo waliamini neno jicho kwa jicho lilikuwa lina maana yule mkosaji anapaswa kulipia thamani ya hilo jicho. Umeona, kama ni ng'ombe, basi thamani hiyo itakuwa ni ng'ombe. Kwa hiyo wale mabwana Mafarisayo waliamini neno jicho kwa jicho, walikuwa wenyewe wanaamini kabisa, kumbe jicho kwa jicho, unaweza uka wewe uliyekosea jicho kwa, unaweza unaweza ukatoa thamani ya hilo jicho. Kwa hiyo tunaita mapokeo ya midomo, yaani kwamba hii ilikuwa ni tamasali za seme. Yani, tunaposema tunaposema tunaposema tamasali za seme, yani ni mfano umeona au, ni mesali ni nahau ambayo inaweza ikamaanisha kitu kingine. Kwa hiyo ndio imani ya Mafarisayo katika baadhi ya maandiko, lakini Masadukayo wao waliamini, na and, andiko linapaswa lifuate kama lilivyoandikwa. Kama andiko linataka jicho litolewe basi litatolewa, jicho kwa jicho, jino kwa jino. Kwa hao ndio Masadukayo. Hivyo hawa Mafarisayo wao walikuwa wanajitahidi sana kutafsiri maandiko kwa mapokeo ya wakati huo. Umeona? Mafarisayo walikuwa wanajitahidi kutafsiri andiko kwa mapokeo ya wakati huo, yani kulingana na kila wakati unavyokwenda, ili andiko linataka tu, linatupa, linatutaka sisi tufanye nini kwa wakati huu, au ndio mafarisayo. Ila masadukayo wao waliishia katika Torati ya Musa, yani wao maandiko yao ni katika Torati ya Musa, yani yani kitabu chao cha kwanza ni Mwanzo na cha mwisho kilikuwa ni Kumbukumbu la Torati. Hapo Yesu aliwavuruga zaidi alipowaambia kuwa hawapaswi kulipa kabisa hivyo vyovyote. Yaani hawa mabwana walisema hivi jicho kwa jicho, kwa hiyo mte, mtendaji kosa anatakiwa alipe thamani ya jicho. Umeona hao Mafarisayo, lakini Masadukayo wenyewe walisema hivi, ah, jicho ling'olewe, jicho kwa jicho, namaanisha jicho kwa jicho. Alafu anapokuja Yesu anakuja kuwavuruga kabisa, anawaambiaje? Aha, aha, usilipe kisasi. Yani hapo ndo walikuwa wanachanganyikiwa kabisa. Mgogoro wao mwingine mkubwa ulikuwa ni kwa habari ya ufufuo wa wafu. Masadukayo hawaamini kama kuna ufufuo wa wafu wala maisha baada ya kifo, ila mafarisayo wao wanafundisha kuwa kuna ufufuo na maisha baada ya kifo. Alafu Yesu anawachanganya hao wote anaposema mimi ndimi ufufuo na huo uzima Yaani, hapo wanavurugua kabisa. Sasa hiyo ndio ilikuwa imani ya Mafarisayo na Masadukayo. Na kipindi kijacho tutaenda kuangalia hizi dini zote mbili zilizopingana na Kristo zilikuwa zinampinga Kristo hasa katika mambo gani. Kwanini walikuwa wanatofautiana na Kristo? Na katika mambo yapi walikuwa hawamwelewi Kristo, alafu baada ya hapo tutaangalia hizi dini pia zilikuwa zinatofautiana kimafundisho kivipi na Kristo. Alafu tutaangalia mwisho wa hizi dini ziliishia wapi. Miisho yao, leo au kama zipo. Channel hii basi subscribe sasa na share kwa watu wengine wengi. Hapo kama unataka kutoa sadaka, maombi, maombezi, ushauri, basi utaitumia namba hiyo. Kwa neema hii ambayo Mungu ametupa basi, Mungu atakufikia na wewe huko uliko. Jina langu naitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Mpaka wakati ujao, na Mungu akubariki sana.